ni Muislamu kumbe, ana vifungo pale, tunaenda kumwombea. Baadaye alikuwa na kadude akakaona aka kadude, alikuwa amevaa mama, anajua mama mama katibu wa mama huko. alikuwa amevaa anasema alipewa katika mambo haya, akakavua. Baadaye tulipoomba mara ya pili, akiwa amekavua akafunga na mifungo ya hatari, amegalagala katika kufunguka.

nyumba yaken. Kwanza tulieni, tulieni, tulieni jamani, tulieni. Haya mauganga yote tunayachoma kwa jina la Yesu Kristo yanakufa na hatarudi tena, katika jina la Yesu yeah. Jamani leo nishangwe jamani leo

Tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake, na neno letu la mwisho ya jioni leo hapa. Kama una jambo lolote, ulidanganywa na mganga mganga likupa awe huyu au mganga yoyote, tunachokwambia usalama ni kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa hiyo tunaomba ulete mama hata kesho ukija kwenye mkutano. Hey, leteni vitu mnapokuja kesho. Leteni <laughs> au uko nyumbani, nasikia, msiogope, twambieni hata kwa kunongoneza, tutakuja. Amen. Na naomba unisikilize, wakati mwingine mnataka tuvichome sio kwa watu wengi. Anaweza katuambia mchungaji, okay, baba tunongonezeni, anaweza akatwambia mchungaji ametoa